Nitoe wito kwa mkurugenzi, endelea kusimamia miradi yote ambayo hajakamilika, ikamilike kabla ya wakati, ili ianze kutumika kwa wananchi, kabla ya Chama cha Mapinduzi akijaja kueleza miradi hiyo ilivyotekelezwa. Wakuu wa idara mnanisikia, nenda mtekeleze. Na waheshimiwa wakuu wa wilaya, simamieni kuanzia mwezi wa tatu kwenda mpaka mwezi wa nane, hii miradi iliyochelewa chelewa yote ikamilike ili chama cha mapinduzi kwenye ngazi ya wilaya kiwe na uwezo wa kusemea miradi hiyo. Tukifanya hilo, tutakuwa tumekamilisha azima yetu, tutakuwa tumetekeleza utekelezaji wa ilani ya chama chetu. Tutakipata tukifanya chama kiwe na uwezo, ili mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan atakapokuja, mheshimiwa Dkt. Nchimbe atakapokuja, wasiwe na maneno mengi ya kusema, waseme tu, tunaomba kura zenu, halafu wanaondoka kwenda kituo kingine. Wananchi wakiwa na uelewa, wananchi wakiwa wameridhika, wananchi wakiwa na matumaini, na watatoa kura zao kwa viongozi wetu wa chama tawala.